Karibu ndugu mtazamaji wetu eh, kwa majina naitwa Dr. Silasi Kishaluli, niko mahali hapa eh, nikiwa leo na ujumbe mahususi kabisa muhimu kabisa wa kukuletea, nikiwa pamoja na viongozi wa Jumuiya ya wagonjwa wa figo. Kubwa tuliokuja nalo leo ni kampeni ya kuchangia eh, wagonjwa wa figo katika kuhakikisha kwa ya kwamba wanaendelea na matibabu yao mbalimbali, tukitambua ya kwamba e, ziko gharama kubwa zilizo mbele zao, na sisi kama Kiganjani afya Cheki tumeliangalia jambo hili kwamba si tu tufanye vipindi, lakini tuangalie na kugusa pia changamoto walizonazo za kuhakikisha kwamba wanaendelea kupigania maisha yao, lakini kubwa kama unavyojua ni kwamba hakuna namna nyingine wanavyoweza kupigania maisha yao zaidi ya kuweza kufanya matibabu, na matibabu ni pesa. Vipindi mbalimbali vimeweka wazi ya kwamba ziko gharama kubwa za matibabu ya, ya kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo, lakini wengine wanahitaji kuwekewa mipira ambayo itawasaidia kufanyiwa dialysis. Kwa hiyo tuko mahali hapa tukiomba msaada wenu, na walio pamoja nami, ninaomba wajitambulishe. Karibu pate kujitambulisha. Asante sana ndugu watazamaji, kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kunifikisha hapa katika kipindi hiki cha leo. Kwa jina anaitwa Ruben Mchauru, mimi ni mgonjwa wa figo na pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya wagonjwa wa figo. Tunaomba Watanzania waweze kutuchangia kwa hali na mali katika gharama zetu za matibabu, kwa sababu wako wengi wanaumwa, wengine wako mahospitalini, wengine wamelala nyumbani, hawana uwezo. Tunajua watanzania kwa moyoni wa huruma na wa upendo, mnaweza mkatuchangia. Tunaomba tushirikiane, mtuchangie. Asanteni sana. Karibu karibu upate kujitambulisha, na ndugu mtazamaji wetu apate kufahamu nao pia. Okay, asante <clears throat> nashukuru sana. Mimi naitwa Arifa Mgimwa, ni mjumbe kwenye jumuiya ya wagonjwa wa figo ambao tukishirikiana na taasisi ya Kiganjani ya Afya Check ikiwa kama wagonjwa wa figo tunaomba sana msaada wenu na michango yenu ili iweze kutusaidia katika changamoto zetu za wagonjwa kikubwa, niicho, liom, wa figo tuliopo hapa Tanzania kwa ujumla. Kikubwa ni hicho, nipende kuwaomba watanzania waweze kutushika mkono katika changamoto hii inayotukubali inayotukabili. Asante sana, asante sana. Umewasikiliza kiongozi mwenyekiti wa jumuiya ya wagonjwa wa figo pamoja na mjumbe kama wawakilishi, na mimi niko mali hapa pia kama mwakilishi eh, na mdau wa Kiganjani Afya Check, na kubwa ambalo tumekubaliana ni kwamba michango yote itakayochangwa kupitia eh, lipa namba na namba ya benki ya Kiganjani Afya Check itawekwa wazi katika kipindi hiki mbele ya wadau wote waliochangia, na eh, kila ambacho kitatumika kitawekwa wazi, na wale watakao eh, nufaika na michango hiyo nao watakuja mbele hapa kushukuru wale wote waliowachangia, na eh, pesa hizi zitakaguliwa na kuridhiwa na pande zote mbili. Lengo kwanza ni kuhakikisha ya kwamba hakuna hata senti moja iliyochangwa itakayotumika tofauti na malengo yaliyokusudiwa. Kwa namna yote ile, kila senti itafika kwa aliyekusudiwa, na aliyekusudiwa atakuja mbele kusema ya kwamba amesaidiwa kwa namna gani, na mahesabu yote yatajulikana na bank statement na lipa number statement zote zitatolewa kwa hiyo, ni kukaribisha sana. Nimeguswa na tumeguswa wote, na wale ambao wametamani kuungana nasi katika jitihada hizi basi tunawakaribisha kwa dhati kabisa. Sijui una lolote la kuzungumza kabla hatujaagana na mtazamaji wetu. Kwanza nawashukuru Watanzania kwa kutazama kipindi hiki cha Afya Check ikishirikiana na Jumuiya ya wagonjwa wa figo. Nawaomba mjitoe kwa moyo kutushika mkono ili tuweze kusogeza maisha yetu. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Na unalo lolote la kuzungumza tunapoaga watazamaji wetu? Nami binafsi <coughs> nikiwa niko pamoja na mwenzangu, tunaendelea kuwaomba Tanzania, ndugu zetu waweze kutuangalia na kutushika mkono katika changamoto hizi zinazotukabili. Kwa kikubwa tunawaomba ndugu zetu kulingana na changamoto zetu, tunawaomba sana sana sana kwa hali na mali muweze kutushika mkono katika changamoto hii inayotukabili. Asanteni sana, asante sana, ndugu mtazamaji wetu. Nami sina lingine na la ziada ni kuombe tu namba eh, lipa namba na akaunti ya benki iko hapo chini, inapita kwenye skrini yako, basi tutakushukuru na Mungu akubariki wewe, ambaye utajitoa kwa namna moja au nyingine katika kuwashika mikono na kuwasaidia watanzania wenzetu wanaopitia katika changamoto mbalimbali. Mpaka kipindi kijacho, ni mimi eh, Dr. Silasi napegwa Kisharuli. Bye bye.